Nyinyi wenye madigiri yenu mlisoma mpaka mkapindukia, mmesoma mna madigri kibao yamekaa ndani tu yanatulia, alafu na nyinyi wakati mwingine mnazurura mtaani. Haya, mtuambieni, ntaendelea hivi mpaka lini? Yaani mnakaa na mnasubiria serikali ndo ije iwape kazi. Hivi nani alikwambia kama serikali ina uwezo wa kugawa kazi kwa wasomi wote nchini? Sasa wewe ambaye bado unasoma, halafu unatarajia siku moja ukimaliza shule, serikali ijekupe kazi, hilo ni kosa ambalo unafanya. Wakubwa zako, wakaka zako wamelifanya, si unaona wanakaa mtani. Sasa nini kifanyiki? Unajua, kwenda shuleni kule mbele, walikuwa wanatuambia eti masomo ni msingi wa maisha. Maisha gani? Maisha yapi hasa, ambayo tunawaona baadhi ya wasomi, japo sio wote? Unategemea masomo ndio watafanya wewe utoboe maisha? Ile ilikuwa ni miundombinu na mifumo ya zamani kipindi cha ukoloni kwa sababu mkoloni hakutaka uwe na akili ya kufanya mambo yako, hakutaka siku moja uje umiliki kampuni yako, hakutaka siku moja uje kuajiri na wewe watu katika kazi yako binafsi. Ndio maana aliweka masomo yawe ni kipaumbele na ndoto zenu wote ziwe zinategemea ni serikali. Ukimaliza masomo serikali ije iwaajiri. Kwa sababu gani? Huyo huyo mkoloni ndo ambaye alikuwa anaimiliki ana, ana, ana, ana, ana serikali. Lakini sasa hivi nchi nyingi viongozi wameamka sasa, wanataka wapeleke mambo yao kinamna yao. Kwa hivyo, ile yale yalikuwa ni mawazo ya kikoloni, kwa sababu akili yako ifungamane usitokee usi hata siku moja kujifikiria kwamba na mimi nitakuwa namiliki kampuni yangu. Na hivi sasa, mimi sijasema watu wasiendi shuleni wasisome, hapana. Kwa kwenda kutoa ujinga, kuongeza ufahamu na mambo tofauti tofauti, ni vizuri na ni bora zaidi, na wapeleke watoto zenu huko, lakini una create kutokana na kile ulichosoma huko shuleni unakuja kukiweka sasa kwenye utendaji kazi, ili ikitokea serikali haijakupa kazi, unajiajiri mwenyewe. Tumia akili. Tanshukuru.